kuja hapa, niko hapa, umenielewa? mpira ambao utaenda kupigwa Zanzibar, mm. nadhani itakuwa stori kwa kila binadamu. Nendeni mkawaambie sisi tuna timu mbili tofauti. yeah. Yes kaka, naenda nayo 3500 tu, hakikisha unarudi na hela, tunaelewana? hey, tuna. tuna timu mbili tofauti moja. Kama mnaona kipindi cha kwanza, wakati tumekuja na watu ambao wanajua kufungua vyumba, Prince Dube, Mohamed Dumbia, watu ambao wanacheza kwenye space kucheza kwenye nafasi. Leo huyu ma, Maxime akaja na aina yake ya mfumo, kataka leo tu. Maximo kataka e, kuufinya uwanja, uwanja uwe mdogo, acheze tu mbele ya goli pale, na watu wake wakabe sana. Ukiwa na watu ambao wanacheza kwenye nafasi, ina maana inakuwa ni ngumu kuwafungua wapinzani. Goli la kwanza, pongezi kwa kipa Pakmezuza, namna ambavyo aliweza kupiga ile pasi ya assist kwenda kwa Maxim, pia Nzengeli kwa first half tukaja tukahukumiwa kwa goli ambalo lilituhukumu kwa sababu ya mazingira ya jua. Second half, jamaa wanaenda kuja kupoteza muda, wanagaragala wanalala na nini, mwalimu akaona hatuwezi kucheza tena kwenye, kwenye kucheza kuachia njia kwenye nafasi. Sasa hivi tutumie, tunaona mkubwa hii sio kama ile ndugu yangu.

Ndugu zangu wateja, mkiukuta au mkate wa, wa Heaven naomba muununue, manake huku uwanjani nikija ndo hali ndo kama hivi sasa. Narudi kwenye boli manake yeah. Mnanikata yaani na utamu fulani hivi. Meshaisha mikate hey, imeisha ah, hey, <laughs> katolewa Dube sawa, akatolewa nana na, na, na, na, na, ai ah! Muhamedi Dumbia, nini kilifuata Kilichofuata ni kwamba aliingia Shekhani ambaye ana uwezo wa kutumia nguvu tofauti na Mohamed Dumbi. Aliingia Andre Bobo Boyeli, ni tofauti na anavyocheza Dumbi. Boyeli yeye anatumia nguvu, sawa, ana uwezo wa kucontrol mpira kwenye eneo la karibu, akatanua mbawa, akapata nafasi mwenyewe ya kuscore. Hebu angalia ni goli alofunga, aliofunga Andre Boyeli, mabeki wawili, ka control boli, katani, wanakuja kuja kumgonga tayari, kasatanua ka mbawa zake, kapata nafasi kaweka maana yake tuna timu mbili tofauti. Sisi tunayo timu ya kusema tucheze kwa akili, tucheze kwa akili, tunakuweka tunayo, tukikwambia sasa hivi tunacheza kwa kutumia nguvu, kama wewe unavyokuja kamkumbe, kamkumbe, tuna uwezo wa kuchezea hiyo nguvu na tukakufunga. Simba wanaweza kweli, Shehe? hmm. Sisi na wao ni tofauti. ah, mechi yao unaona ilivyokuwa inaisha, mpaka leo watu wanalia offside, sio offside ya si, matokeo yanakuwa yaeleweki. Jana ndo mechi bora ya msimu si nini? Yeah. Yanga ile wanasema ndio mechi bora ya msimu sasa, wamekutana na levo zao ah ah. Ngoja niwaambieni Ndio. Simba wanasema ile mechi ni El Clasico. Yeah. Wapo sahihi sana levo ya Simba kwa sababu uwezi ukaweka dabi ya Simba dhidi ya Yanga, Yanga wako mbali. Umeelewa? Yaani gepu la Yanga sasa, Yanga unaona bato lake hata wakitaka wa, wa kupanga makundi wanafikiria Yanga kumtia kwenye kundi la Waarabu kwa sababu mpira wake ni kama wa kaskazini, ndio maana wana hata kundi lile la, A, la, la, la Champions League yeah, wametiwa Waarabu wote kundi zima yeah, na Yanga naye akiwa Waarabu ndani yake ndi. kwa nini Simba wanasema El Clasico na JKT? Level ya Simba sasa hivi ni kama JKT hasa yani. JKT iko na mpira gani? JKT hapa kaja kutoka na Mbeya City, Mbeya City 2 2 ndo Simba ndo levo zake. Na hata jana Simba shukuru tu ule kibendera sijui alikuwa amesinzia sijui, maskini ya Mungu alifanyaje, kila kilikuwa cha kuinua tu, hii shughuli imeisha. Mechi moja moja wanakuwa wanafanana na Mbeya City cheke, levo za Simba ni za JKT. Ni kweli, sasa hivi mechi yake ngumu kabisa ya kibabe ya kucheza Simba natoa macho, ana uhakika anaweza akashinda ile, ndo mbili moja kama vile yani, unaona ile. Yani ile kamkumbe kamkumbe ndo kama hao JKT prison sio, na ndo, ndo mechi zake Akija kukutana na Yanga na kula zake tatu, anakaa pembeni. Nasikia ya saba mfululizo ya nane mfululizo. Sababu Simba kuna mtu anaweza akamkaba? Pakome wuo unavyowaza kwenye kichwa chako yani ubongo nini? Kwani hakuwepo juzi kwenye Ngao ya Isani? Hakuwepo wewe chai kuona Simba wana mtu kabisa wa kumalizana na maxi mpia Nzengeli, yani kwamba kimeumana. Max kakasirika eh, Max kakasirika yani Kimeumana shekhe, unaongea vitu gani wewe eh? mimi nikikwambia vitu vishike na vichukue kabisa. Katika ukubwa mashabiki wa Simba saa hizi ukiwauliza, dube dube, utafikiri wao wamuoni kama ule yule, mganda yule, nani ule, Steven Deus Mukwala, mm, jina bovu, mpira anaocheza kamkumbe <laughs> huyo katika wachezaji wanaocheza hovyo kwenye ligi ya nchi hii, wa kwanza ni Steven Dese Mkwala. Rudini yeah, kwenye vitabu vya mpira. Wallahi nawaambieni ni kwamba sisi tumekosa wachambuzi nchi mavala, sisi tumekosa wachambuzi wa mpira kwenye hii nchi. Basi wachambuzi, unaona kama ule meno ameoza ule, sijui anaitwa friji limebovu si nini? baada ya sema meno mabovu, asema friji bovu, yule meno yake ndo mabovu mwambieni atabasamu afanye hivi kama mimi hmm. Huyo friji bovu mwambieni afanye hivi kama hmm. Ah, anaweza yeye, yeah, akishachukua hela sasa, akishaokota ndo anakuja sasa, anaangalia yanga wanavyocheza Yanga kashinda nne kwa moja, anaangalia Yanga akakosea wapi, anachambua Yanga alipokosea ah, Yanga hapa, Dube leo kakosa magoli mengi, basi Dube leo kacheza vibaya. Wananchi bado wanaendelea kumnyosha klore Dube yani hapo, ee eh, na meno yake babovu bada badala ya jaji mpira aongelee kiwango cha Yanga, yeye anaenda kuongelea mchezaji mmoja, atafuta kosa tu. Akiona leo Bakari alikosea kupiga pasi leo atamwandika Bakari, akiona leo Bakari katia vizuri anamwacha amsifii, anaenda. Asante sana kaka, nachoshukuru umeleta yote, umenielewa ushafanya biashara tu. Ah, mapema tu, mimi nauza mikate huku na unapoyanga na boli. Ndio maisha yanaenda mdogo mdogo, kwa hiyo shehe wangu mimi nawaulizeni, kuna mtu amuoni kama Mukwala anacheza vibaya? Yaani nyinyi amuonage ya kama Stivi jana kakosa goli ngapi za wazi? Kwa nini Mukwala aandikwe, anaandikwa dube? Si si nawauliza tu, ina maana we ulivyoenda uwanjani uko uone kama Mukwala anacheza vibaya? ayali mpanzu kibisawala kamkumbe kamkumbe anaocheza nipe namba za kibisawala, mgoli alokosa jana hujaona? Yeye na kipa dube kapata nafasi kama ile. Sina kuuliza, <laughs> nsijenga kuamba bao dube <laughs> kapata nafasi kama ile. Wanasema nakosa mengi. Aha, ila kibisa wala akikosa za wazi kama zile ndo mchezaji wa maa. wanasema kibisa wala atachenga na pigia sheke, kaeni kwa kutulia, wanasema chenga natolo, anapiga tuko, kwenye kundi la wanaume kundi la wababe hmm. Hey, wanaume tunatamba, tutakutana Zanzibar pale tuwaonyeshe utofauti wa timu kamkumbe kamkumbe. Na Yanga Afrika, Yanga sio kamkumbe kamkumbe. Yanga ni timu bora, timu ambayo inawafurahisha watu. Chuma nne pale tunasogea tu mdogo mdogo, si tunamjua maiwetu alikuwa tumeza kichwa Singida. Singida kalimwaga saizi, tuko naye sawa, tuna huyu hata hatuwazishi. mimi nawaambieni, si tafika wa saba mfululizo itafika tuavu si tukifika no, pale tuna... no. saba mfululizo shughuli imeisha <laughs> <laughs> <bwana, bwana laughs>